Tushukuru Mungu hata kwa hiki kichache. Ama kifo ni kifo tu, acheni kuleta taharuki. Lakini hapa, najua mapema kabisa, wapo mupo watakatifu sana, ambayo mnasema kuonekana nikawa mmefurahia ni ishara kwamba huna msamaha. Basi mimi nikuambia, ikiwa unasoma Bibilia, kuna msamaha na huwendi unakoita mbinguni, kwa sababu Bibilia tunasema kifo, tuna tunaonyesha kufurahia kifo cha Farao, tunaonyesha kufurahia kifo cha Herode, tunaonyesha kufurahia kifo cha askari waliokuwa wanaenda kumtupa Shadrak Meshak na Abednego, tunaonyesha kufurahia kifo cha Haman aliyetaka kumwangamiza Mordekai. Kwa hiyo wote sisi hatuna msamaha. Walioonyesha ni, ni kufurahia vifo vile hawana msamaha. Kunguni wewe, mbwa wewe, taira wewe, ndio uliye na msamaha. Naomba ijulikane kwamba utakapokuwa au unayempenda atakapokuwa na kufa, mwambie atengeneze namna ya kusemwa vizuri atakapokuwa amekufa nje na hapo. Akiwatendea watu mabaya ama akawa mnufaika wa utawala unaokuwa umetendea watu mabaya, atakapokufa watu wataona ni kama ni dalili za Mungu kuwakumbuka kona. Narudia tena kuambia taira wewe mtakatifu Kihivyo jifunze unapoona watu wanafurahi wewe likuta baya ama umekufa, jifunze kujua alifanya nini huyo mtu ambaye watu wanafurahia, usipite njia hiyo. Lakini sio kila kitu utake watu wasehemu wanavyotaka, na ukimaisha ndo msamaha. Nakati Biblia unayoisoma ina watu walipata mabaya na wewe unashangilia kwamba Mungu alitenda walipopata mabaya. Ingawa mimi kwa uwezo wa kimungu nafahamu kwamba kundi fulani la mashetani linaweza likawa linasema munafurahia kwamba ni mwanzo wa ushindi, wakati ni sisi wenyewe. Naye huyu pengine tulimuweka kwenye kundi la wasiostahili kuishi, sababu inawezekana kwenye, kwenye, kwenye lichama lao huko huko watu wengine wanayefuatilia vitu kwa jicho la kimungu, naweza ukawa wanaona hawa ambao wanaweza wakawa wamekosa vinafasi ambavyo walijuaga ni halali yao, kwa damu, kwa akirio, kwa uchawa. Inawezekana ndani walikuwa na picha kwamba hivi tunafanya kwa nje tu, lakini ndani sisi tuna huruma juu ya watu na huenda wakawa na kigenge fulani kinachoonekana tuko upande wa haki, ila kwa siri na wenda upande wa pili wa mashetani ukawa ndo unawa, unaweka kwenye kundi la wasiostahili kuishi. Wao wanao wasioitakia mema nchi, wasiotakiwa kuwa hai, wakawa wanawafinya na, na kuwaondoa mapema. Mimi nikwambie tu mashetani hata yakiuana yenyewe, kama ni mashetani hapa yameuana yenyewe, kama ni mambo ndo yanakuwa hivyo kwamba pengine hawanakuwa wamekosa kosa, kosa vya kukosa, huenda mashetani fulani yanaona eh, hawapaswi kuwa hai. Mashetani hata yakiuana yenyewe kwa yenyewe ni ushindi kwa Mungu. Mungu kuna mahali pengine aliwaambia watu wa Mungu, kaimbeni tu nyie, imbeni tu, iwe na filimbi, iwe na zeze, iwe na hawa mataifa yaliyoalikana kwa ajili ya kuwaua nyie, watauana wao wenyewe. Kwa hiyo naomba tu uelewe kwamba msio kadhani a, wanafurahia wakati sisi mashetani wenyewe sisi hatufi. Au utakufa tu, utakufa tu shetani hata mnaoelewana sasa, sio kwamba wote mnania moja. Kaona nyie mtatibwana tu bado. Na nyie mnaoneana shaka mali fulani, kaona nyie mtatibwana tu. Shetani nielewe, nielewe, mtatibwana tu na mtafikiana, hata nyie mliopete na kidole. Tushukuru Mungu hata kwa hiki kichache, ama kifo ni kifo tu. Acheni kuleta taharuki. Naamini komenti hii watu wote walioko sisiemu wanategemea ni komenti itakayopamba vifo vyao. E, wanufaika wote walioko serikalini walioko serikalini karibia asilimia mia moja, wanaofanya kazi serikalini wanaonekana ni wanufaika wa dhuruma ama utawala ama mamlaka, hasa walio na vyeo vya juu vya uafisa kuu umeneja, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, meneja, afisa elimu, e, mkurugenzi, e, TRA, polisi, wote wakuu wa vyombo vyote, naamini watakapotangaza kifo chake, anategemea hivyo, watangaza kifo cha mtoto wake, dada yake, ama wazazi wake, anategemea komenti hii, tushukuru Mungu hata kwa kichache hiki, ama kifo ni kifo tu. Msilete taarifa za taharuki na komenti nyingi zinayofanana hizi, anajua ndio zitakaza upamba, vinginevyo asitangaze kabisa kwamba kifo kimetokea. E, najua mupo mnaosema wala itutishi. Nikwambie tu, hujafika kuwa shetani kiwango hicho, hujafika nafsi yako na moyo wako unakuambia ili, ilitakiwa mwisho ninapoondoka duniani nionekane nilikuwa nahitajika, nionekane nilikuwa muhimu. Nikuhakikishie, ujawa shetani kiwango hicho. Hakuna mtu asiyependa mazuri, hakuna mtu asiyependa kusemwa vizuri na hasa asipokuwepo. Swali inaweza mchungaji, sasa tutafanyaje? Mchungaji sasa tufanyeje? Twataka tungefuta hii, mimi binafsi ningefuta hii kama ulivyoiandika kwa furaha kufanya ili ufute na utengeneze namna ambayo hata ukiondoka watu waje wakuone, ee, ulihitajika. Utafuta kwa jasho na kwa machozi, na inawezekana kabisa utaona ni kama wale wanaoandika tatuu. Anapoandika anajiona, yani ule usela na atakavyoonekana na ile tatuu, aonaje maumivu. Lakini ikifika maraka pengine alimchora ni mpenzi mpenzi akamdisapointi, akatafuta kuifuta au kitu ambacho alikuwa anakiwekea pale anaona hakina maana tena akatafuta kukifuta. Huwa e, anakuwa na majuto ya kila aina. Najua cheo ulicho nacho sasa hivi kitamsa, ajira ulionayo tamsa, tamsa. Ni kweli, na wewe una maneno hata sisi hatupendi hiki kinachofanyika, hatupendi. Huko ndo kuchora tatuu ya mpenzi, huko ni kuchora tatuu ya mpenzi. Nafikiri wanaochora tatuu wanapenda, haiwi rahisi. Kuna vitu vinauma, lakini kuna disappointment kitokea, kakudisappointi eh, unataka kuifuta, ndo utajua nilifanya upumbavu kuchora tatuu. Kuonyesha mapenzi ni kujulisha jambo moja. Unaweza ukaifuta tatuu kwa njia salama? Kwanza nikuambie, kwa mfano Polepole alikuwa kwenye tuhuma mbaya Swali ni je, pole polepole sasa hivi hayupo kwamba amefariki au itakuja kujikana amefariki? Nafikiri atatajwa kwamba kifo ni kifo tu. Wa, tushukuru Mungu atakuwa kichache. Hapana, polepole alifuta tatu, lakini njia aliyofuta pengine imepelekea hata awe kwenye hiyo sintofahamu. Uh, hakuna namna utakuja uonekane ni binadamu uliyeko CCM hasa kwa sisi tunaolia, kwa tulio watoto wetu wameuawa, wasio na hatia yoyote, hawakuchoma miundombinu yoyote, kwa sababu tu CCM mliona mtu anayepinga uovu kwenu ni adui mtu anayesema mabaya haya mbele yatakuja kukufanya uonekane shetani. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Sisi hemu vyombo vya dola, mmeona njia pekee ya nyie kubaki mlipo watu kama hao kuwaita wanaaribu hawaitakii hawa mema nchi. Kwa sisi tunaolia, sitakuja kuona CCM, vyombo vya dola ni binadamu. Si mimi nayesema, kifo ni kifo. Tuao, tushukuru hata kwa hiki chache, lakini kimsingi mimi sioni maana ya wewe kuishi, sioni. Naweza niseme chochote, lakini sioni maana ya wewe kuishi. Najua na wewe huoni maana ya mimi kuishi. Kwa nini nalia? Umeua mtoto wangu. Kwa nini nalia? Hujaji, hujajiuzuru kwa sababu mimi nasema waliokuweka wewe kwenye nafasi ulionayo unaopigania wewe wameua mtoto wangu na wewe najuu nani shangaa watu sasa, wanalia watu wao wameuawa, hawajui hata miili iliko. Watu wameuawa, mmeweka wapambe. Nimesikia wanaongozwa na kena ni kiongozi. Nimeona hizo komenti zinazowekwa hapo, kama ndo anayeongoza hao. Mmeweka vijana ambao wenyewe wakiona tu posti za mtu ambaye hasa ni kama mpinga maovu ni kutukana tu, wanashindana na kivuli. Taa kidogo, mwanga kidogo wa kiberiti una uwezo wa kufukuza giza nene, mahali ambapo watu wengi walikuwa wanashinda kuona, wanashindwa kuona Neno la Mungu halina mna mnashambulia kiasi gani? Alimadamu neno la haki, wapangeni waandike komenti za kila aina. Yeyote unayoongoza hiki kikundi, unajichosha tu, mtachoka tu, watachoka tu, na neno la Mungu, neno la haki, neno la virio litasimama yupo huyo, kijana anaitwa Gerson ni Msigwa, anaongea akionyesha ameshakuwa shetani kamili, akipongeza na kusifu namna mbalimbali katika hali yoyote. Naamini eh, na, na nyie mnaona sisi tunaolia, mmesema tunaitakia, tunaionea wivu, tunaonea wivu nchi, tunachochewa na watu wa nje tunachochewa, sio, tunachochewa na mabaya mliotofanyia. Tunachochewa na watu wa nje, wanataka wachukue vitu vitu vyenyewe, mnajua kabisa mnaonufaika navyo ninyi yetu. Kiukweli kweli mimi sioni maana ya wewe kuishi kabisa, sioni kama kuna kitu kitapungua wewe usipokuwa hai, ila sio mimi nitakayenyosha mkono juu yako. Lakini unaweza ukatubu ukaja kuwa na thamani kwenye maisha yangu na maisha ya watu wengine. Jibu ni ndio. Moja ya toba lazima, moja ya toba ni lazima uwa ujiuzuru.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 Wewe kunufaika na ajira na cheo ambacho mwajiri wako waajiri wako wako hapo kwa damu zisizo na hatia. Baadhi zingine mesema sijui walienda kubu, ku, alifanya, au, kufanya maandamano walifanya fujo, lakini wakati mnajua wengi walifuatwa majumbani wakauawa. Sisi watoto wetu wameuawa, hawakuharibu miundombinu yoyo na wazazi tulikuwa nasema, usilopenda kumtendea mwingine usilopenda mwingine akutendee usimtendee mwingine. Ikiwa unataka kujisafisha, unatakiwa kujiuzuru nafasi hiyo ulionayo, nayo cha pili, uwe waziwazi wazi upande wa wanaolia, unaweza najua unasema huwezi jua hapo ndipo unapofika, mara kujiona na mimi ni shetani kamili. Kuna kuna watu pana, sio shetani tunapenda kufanya hivyo, ila tuna tunaogopa watoto. Shetani hata yeye hapendi kufanya mabaya, anaogopa heshima aliyonayo, sijikapotea ka naye. Shetani yuko hivyo hivyo ulivyo waangalia. Kuna mwanadamu yeyote anayependa mabaya anayofanya. Ndo maana mlevi akilewa, ukamwita we mlevi, anachukia. Maraya akiwa kazini, anafanya umaraya, ukimwita we maraya, anachukia. Mwizi akiwa naibu, kamwita we mwizi, anachukia. Tafsiri yake, hakuna anayefanya baya anapenda, lakini moja kwa moja, hao ndio anaotafsiri shetani alivyo. Kwa hiyo na wewe naamini, hupendi kuwa kwenye ajira kuwa kwenye cheo kuwa kwenye chama cha CCM ambako tayari karibia asilimia mia moja wote, na kwa mimi binafsi, kila aliyevaa nayevaa nguo ya kijani namwona shetani, lakini watu wa vyombo karibia wote hata kama mtu anacheka na wewe, wengi nadhani tunakuona ni shetani, sabu njia pekee ilikuwa ile ambayo alichukua Musa. Hujawa shetani hivyo, hujachelewa, unaweza ukatafuta namna, siku kifariki, msiba wako ukatangazwa na ukapambwa na komenti vilio na maneno ya namna ulivyokuwa muhimu. Wanaolia kabisa kabisa si wavaa suti. Wavaa suti mara nyingi wanakuja na miwani, wanalilia humu kwenye, kwenye miwani Wanaolia ni wale ambao hawakuwa na cha kukulipa. Wavaa suti na nguo nyeusi, na wanapendeza na viatu vimeng'aa, wanaonyesha kwamba huna unarotudai tulikulipa fursa, posho na kukuacha kwenye maeneo kadha wa kadha, uliodhurumu watu na kuonea watu. Watu wanaopamba msiba ukaonekane msiba wale ambao hawana hawakuwa na cha kukulipa. Tengeneza msiba wako wa kesho, utakufa wewe na unapenda unasema vizuri.